Hujambo na karibu mtazamaji wa Global TV Online. Kama kawaida yetu tunazidi kuhakikisha tunapanua wigo wa kukuhabarisha, kukuburudisha na kukuelimisha. Global TV kiguu na njia katika kisiwa cha marashi, kisiwa cha karafuu, siku nyingine ni Zanzibar, ambapo tunakuletea mambo mazuri. Ungana nami Catherine Kahabi nikiwa na wa Global TV Online tunazidi kukuangazia hapa visiwani Zanzibar. Mimi ni Catherine Kahabi nikiwa na director Amani Madebe, ambapo leo tuko eneo la Forodhani Makumbusho ya Kasri almaarufu kama uh, Palace Museum ambapo tutapata historia ya aliyekuwa sultani wa kwanza Sayyid Said ambaye utawala wake wa kwanza tunaona aliweza kutawala Oman, lakini utawala wake wa pili ulikuja kumalizikia hapa Zanzibar. Nini historia ya utawala wake, familia yake, maisha yake kwa ujumla na je kama haitoshi, mtazamaji, ni mabadiliko yapi aliweza kuyaleta wakati wa utawala wake? Endelea kuwa nasi mtazamaji wa Global TV Online. Niko mubashara hapa na mtunza uh, makumbusho haya ya kasri Bwana Heri Bakari. Nafurahi na sana kukuona, asante sana. Uh, unaweza ukawaelezea watazamaji wa watazamaji, mm, kuhusiana na historia ya Said Said Sultan kwa ujumla? Uh, kama ninavyofahamu kwamba Zanzibar ilitawaliwa na wafalme au sultani kutoka Oman tangu elfu moja mia nane na nne, mpaka elfu moja mia tisa na sitini na nne. Na na na wa kwanza alikuwa ni Said Said, yeye katawala Oman na Zanzibar nchi mbili kwa wakati mmoja elfu moja mia nane na nne mpaka elfu moja mia nane na hamsini na sita. Na na alipokufa yeye hapa Zanzibar au kabla ya kufa tuseme, 1840 alileta makao makuu yake kutoka Oman akaleta Zanzibar 1840, na, na alipokufa yeye 1856 hapa Zanzibar alitawala mtoto wake mmoja anaitwa Majid, na kule Oman akatawala mtoto wake mwingine anaitwa Thuwen. Kwa Zanzibar na Oman zikatengana kwa watoto wawili Majid na Thuwen. Baadaye kaja Barash ambaye, uh, ndo kajenga Beit el Ajaib ile, kajenga Maruhubi Palace kule kasani mkataba huu wa kuondoa biashara ya utumwa 1873, na alikuwa na masuria wengi kule Maruhubi Palace. Kwa hivyo wako kama 12 hivi, na wa mwisho ndo katawala miezi sita na yeye ndo kapinduliwa na mapinduzi ya Zanzibar 1964. Na bado anaishi Uingereza, akakimilia Uingereza na bado yuko Uingereza. Na hii family bado inaendelea kule Oman. Sultan Kabus ndo familia ambayo imetawala Zanzibar. Historia iliyoko hapa Zanzibar, ili eneo la makumbusho ya kasri uh, ili jengo ni jengo la kwanza kabisa kwa miaka hiyo kutumia umeme. Ni kweli ama si kweli? Uh, jengo la kwanza lilijengwa na mtoto wake Barash, inaitwa eh, Beit el Jaib, lakini ili palace ya au makumbusho ya kasri zamani walikuwa wanaita Beit el Sahel, yani nyumba ambayo iko karibu na pwani na Hili ndo kajenga yeye 1832. Na hili ni palace yake pili. Ya kwanza iko mtoni sasa hivi ni gofu. Hii ndo ya mjini ile kule ng'ambo. Na baadaye Sultan Barghash ndo kajenga uh, Beit el Ajaib 1883. Na, na ile ndo nyumba ya kwanza kuwa na umeme na lift ya umeme. Na ndo maana ikaitwa nyumba ya ajabu. Nyumba ya ajabu. Hmm. House of Wonder. Wonder. Kabla ya uh, kuja kwa magari Uh, watu walikuwa uh, sultan alikuwa wanatumia farasi na hili hapa nailiona, hapa ni soji la farasi wa sultan, na ile pale mbele yake ni nembolka wanakamata uh, ile kamanda wa sultani wako kwenye kwa kwa msafara kwa kua, una, una kama bendera bendera na nyingineao. Ukiliona hili unajua kwamba yule pale ni, ni farasi wa sultan, na hii ni tangu a na salasini. Mtazamaji wa Global TV Online. Hapa niko katikati kabisa ya malango ambako tunaelekea kuona eh, maeneo ya kumbi pamoja na eneo la utawala wa Sultan Said, Said. Said, tufuatane. Hii mtazamaji ni sehemu ya makazi au private kwa ajili ya family. Na kawaida walikuwa na uh, sitting room mbili au chumba cha mapumziko cha wanaume na chumba cha mapumziko cha wanawake. Kwa hiyo wakipata wageni wanawake, walikuwa wanakaribishwa wana, wana humu, wakipata wanaume wanakaribishwa kule. Karibuni. Kwa hivyo hapa sultan ndo alikaribisha wageni wake special na kile pale ni kiti chake cha, cha enzi. Utaona pia kuna mirfa ya kusomea kama vitabu au mstaafu <coughs> na hivi zimetoka Uingereza elfu moja mia tisa thelathini. Picha hili la Malkia Elizabeth wa Pili wa Uingereza ambaye ndo malkia sasa hivi kule Uingereza nahili picha limeletwa kama zawadi kwa mfalme wakti anatawaza wa umalkia 1952. Au tukendelea, kuna chumba cha chumba kikongo cha kulala au old bedroom ambacho mwanzo sultani alikuwa analala kwenye chumba hichi, baadaye ilipokuwa akaongeza chumba chingine cha kulala, alafu humw akabakishwa mtoto kawohichi. Hapa ni kitanda cha mtoto Qurani, msafu mzima hapo imeandikwa Ujerumani. Ni, ni Vaza kugudulia kutoka Italy na ni katika mapambo ya, ya kasri ya Sultan. Tukiendelea, uh, tunaingia kwenye chumba kikubwa au chumba cha Sultan. Karibuni. Kwa hichi kimeongezwa 1930, wakati wa Said Alifa na ndio kitanda chake hicho kinaitwa sultan size bed au kitanda cha sultan ni kama uh, king size, lakini hichi ni sultan size labda okay. ni kikubwa kuliko cha king size eiu, na kina crown juu na ulikuwa unaweza kupanda kwa kutumia stool. Alafu mbele kidogo utaona kuna kiti kinaitwa love seat au kiti cha wapendana walikuwa anakaa sultan na malkia, uh, face to face. Huku, na malkia wakielekeana na na mmoja anapata anapata kofi kofi mwingine kule. Lakini hapa tulipo, tupo kwenye chumba cha utawala ambapo hafla maalumu zifanywa humu. Baraza la Idi pia walikuwa anafanya humu, na mbele kule utaona kiti cha sultan au throne yake sultan, uh, Hamed bin Twain, na kina nembo yake baina ya simba wale na wale simba kwenye kiti ni dalili ya kwamba Zanzibar ilikuwa kwenye himaya ya wa Waingereza au British Protectorate. Na pia utaona furniture za nyeusi hizi ambazo zimetengenezwa India zaidi ya Carnatic style, ni 1880s furniture ambayo ni, ni mpingo au ebony kutoka India. Na upande wa pili huko kuna ni upande wa enzi za Said Khalifa bin Harub na utaona kiti chake pale na pia fcha kutoka Uingereza ambazo ni 1930s, na juu huku utaona kuna chandeliers ambazo zimetoka Italy au Venice, na original zilikuwa ni, ni, ni candles au ni mishuma, lakini hivi tumetia bali, pia kuna bidhaa nyingine kutoka China, maguduli hayo na kutoka China. Hili hapa ni hall la baraza la Idi ambalo limeongezwa baadaye na Sultan Khalifa 1930 ili watu wengi zaidi waenee, sababu chumba kile pale kilikuwa kidogo, na mpaka leo tunatumia kwa mambo ya sherehe na utawala, lakini kama miaka kumi nyuma tulikuwa tunatumia kwa baraza la Idi. Anakuja hapa rais, mabalozi, mawaziri wana, wanaalikwa Sansibu. Hawa sultani walipokufa walizikwa karibu na kasri ya sultan, na utaona kizazi cha mwanzo kimezikwa mashariki kule, ambako utakuta kuna Said Said, kuna Said Bargash, Majidi, wote wako kule na watoto wao. Alafu upande wa kulia huku kuna kizazi cha pili ambacho ni akina Humud bin Muhammad na watoto wake na wajukuu. Alafu kuna kizazi cha tatu ambacho ni cha mwisho kule kuna Said Halifa na mtoto wake Abdallah Halifa, asahiili wa mwisho ambaye anaitwa Jamshid, ndo alopinduliwa yeye hajafa, baadaye yuko Uingereza, na haya makaburi bado yanatunzwa na ubalozi wa ujipo wa Oman. Utaona kwamba palesi nyingi au kasri nyingi za sultani ziko karibu na bahari ambayo uh, walikuwa na, wanapenda kukaa karibu na bahari kupata upepo wa bahari, lakini pia kuangalia na, ishara zao zinakwenda vipi na security, ha, ya ya, ya familia zao. Mtazamaji, upepo ni mzuri kabisa, eneo hili upepo ni mwanana, upepo unanukia marashi ya karafuu hapa visiwani Zanzibar. Ambapo kuendelea kutupata zaidi na kufaidi mambo mazuri matamu kama haya, e, ingia kwenye mtandao wako YouTube kisha andika neno Global TV Online, kisha utaona neno limeandikwa subscribe. Ukishaona neno hilo bofya. Ukisha bofya eneo hilo utaona alama ya kengele kisha bonyeza, mtazamaji, utaweza kutupata live. Utaona matukio mengi mazuri zaidi ya haya. Mimi ni Catherine Kahabi, nikiwa na Amani Madebe hapa Zanzibar matukio muhimu ya kitaifa. Acha kuwa na stressi, furahia interneti bila wasi ukiwa na red ishi, bila wasi na red, relax Vodacom. Power to you. Lile shindano lako la shinda nyumba limerudi tena. Kampuni ya Global Publishers, wachapishaji wa magazeti ya Ijumaa, Uwazi, Amani, Risasi na Champion imekuletea nyumba kwa mara ya pili. Hukupata nyumba shindano lililopita? Usijali, sasa unaweza kuwa mmiliki wa nyumba hii mwaka huu. Ni rahisi sana, unachotakiwa kufanya ni kununua magazeti ya Ijumaa, Amani, Uwazi, Risasi au Champion na kujaza kuponi iliyo katika ukurasa wa pili wa gazeti, kisha kumpatia wakala, ambapo itaingizwa moja kwa moja kwenye draw ya kushinda nyumba na zawadi nyingine kemkem kem, kama pikipiki piki, television, smartphone, seti za vyombo na nyingine kibao. Inawezekana kutimiza ndoto yako leo hii kwa kumiliki nyumba hii mwaka huu. Unasubiri nini? Miliki mjengo mtu wangu. Global Online TV, teknolojia kisasa kidigitali habari, utapata interview za kijanja vijimambo vistory vibweka vya mastaa, usisahau breaking news, hapa ndio nyumbani kwao, kwao, kwao.